Mama, habari salama za kwako? Nzuri kabisa. Unaitwa nani? Mi naitwa Veronika Stefano. Unatokea wapi? Mi natokea Sekei. Sawa sawa, wewe mm -hmm. kama mwanamke umeipokeaje siku hii muhimu ya wanawake duniani? Mi nimeipokea siku ya wanawake vizuri sana, nimefurahia sana, na mimi ndio e, nimepongeza sana. Ni nzuri na wanawake tunaweza kabisa, e, tunaweza. Sasa ukiwa kama mwanamke unatamani kitu gani kifanyike kwa wanawake ili kuendelea kuongeza thamani siku hii muhimu ya wanawake duniani? Mimi natamani mama atusaidie, atusaidie sisi wanawake sasa hivi, ili atuwezeshe, ili tuwe juu zaidi ya hapa. ungetamani akusaidie kwenye nyanja gani? katika kwenye nyanja upande wa biashara. Biashara tunasumbuliwa sana, hatujatulia kibiashara, wananchi bado. Yani hata sokoni tukikaa wanawake hatuna uhuru. E, tunaomba kweli atusaidie sokoni ili tukae huru tuweze tukafanye biashara tutulie hata kama kuna kipato ambacho kinatolewa labda kutoa kwa ajili ya serikali hiyo ni sawa lakini naomba tupate utulivu sawa sawa changamoto ni nini hasa mnapokuwa masokoni changamoto ni kufukuzwa na wanamgambo hatuna uhuru tunakata tuna kibali unakuta wanatoa nani ile ushuru lakini tunatoa ushuru hatuwezi kukaa biashara tukafanya baadaye unajua huko mnaanza kukutwa mnapigwa Naambiwa muondoke naakati tayari ushuru mmeshatoa na sababu kubwa kufuza, ya kufukuzwa ni kwamba wanadai amlipi ushuru, tuna anadai atulipe ushuru, na akati tunalipa ushuru. Ushuru tunatoa kama kawaida, wanawake, kwa sababu huwezi kukaa sokoni unauza usilipe ushuru. Ushuru tunatoa, na biashara ikifika mahali unakuta wanaanza kuingia, mnaanza kupigwa, kuambia, ondokeni, ondokeni, lakini ushuru tunalipa. Sasa hatujajua sisi tatizo ni nini? E, ndio hicho tu. Kwa mama, tusaidie ili tuweze kufanya tena si biashara hizi, tuweze kupata kipato, tujiwezeshe wa mama Sawa sawa mama, tunaelekea hmm, katika uchaguzi mkuu hmm, Oktoba mwaka huu hmm, unalipi la kuambia wanawake katika kugombea nyanja mbalimbali mbali za uongozi ukiwa kama mwanamke kupitia siku hii muhimu? Mimi nawaambia wanawake kwamba tunaweza na tujitahidi kusapoti, labda mama, tuweze kuwasapoti kama uikuwa mkoa Makonda na ametu, kwa ajili na yeye ametuonyesha kwamba anaweza, na sisi tutamwezesha kwamba sisi tunaweza, atusaidie. Sawa sawa, shukrani sana, mama. Ndiyo, mama. Asante.